Tunabudi kurudisha shukurani zetu za dhati kwake yeye Allah subhanahu wataala, kwa kutupatia afya na kwa kutupatia uzima tukaweza kukutana tena katika kipindi chetu kukumbushana kuhusu Alquran Lkarim, tukiwa tunaendelea na Suratu Lmutaffifin, sura ambayo kwamba tulianza jana. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anatuambia, wailun lilmutaffifin adhabu kali iwapate wale ambao kwamba ni wenye kupunguza katika vipa, vipimo. Alladhina idha ktaluu ala lnasi yastaufun, wale ambao kwamba wakitaka wao kupimiwa, ama wakienda kununua bidhaa wao, yastaufun, wanataka kuongezewa ama wanataka kupimiwa sawa sawa. Wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun, na pindi wao wanapopimia watu sasa Asa wao ndo wamekuwa ni wauzaji, wanawauzia wanunu, wanunuzi. Yukhsirun, wao hupunguza kile kiwango kinachohitajika. Ala yadhunnu ulaika annahum mabuuthun, watu wenye tabia hiyo hawadhani ya kwamba wao watafufuliwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Liyaumin adhim, kwa siku ambayo kwamba ni kubwa. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin

isipokuwa tutapatikana na chaka, tutapatikana na ukame, tutapatikana na uhaba wa chakula wa shiddatil mauna, na maisha yatakuwa ni magumu. Wajauri sultani alaihim, na viongozi watakuwa ni wajeuri juu yao. Kwa hivyo, haya mambo matatu yakipatikana katika mujtamaa wowote, wajue ya kwamba wamefanya makosa katika biashara zao, wamefeli katika kuziangalia biashara zao namna inavyotakikanwa wame, wamefeli katika kusimamia biashara zao namna inavyotakikanwa. Dhulma katika biashara zao zitakuwa zimezidi. Kwa hivyo, tusiwalaumu viongozi kwa kutunyanyasa, tusiwalaumu viongozi kwa kutudhulumu, tusiwalaumu viongozi kwa kutunyang'anya mali yetu, lakini wale ambao kwamba wanafaa walaumiwe ni sisi wenyewe. Fala talumuni walumu anfusakum, tusilaumu mtu mwingine yoyote, tuzilaumu nafsi zetu, kwani sisi wenyewe ndio sababu. Kwa nini leo maisha yamekuwa ni magumu? Kwa nini leo kuna ukame? Na kwa nini leo viongozi wamekuwa ni wajeuri? Tukiendelea, mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia, kalla inna alfujara lafi sijjin

kuingia katika watu ambao kwamba wanaitwa alfujar, watu ambao kwamba wanafanya maovu, watu ambao kwamba wanakiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu ambao kwamba wanawadhulumu Waislamu wenzao, ama wanawadhulumu binadamu wenzao. Lafi sijini, wako katika sijini, wako, wako katika moto. Ay, la fi makanin dhayikin fi asfala safilin, wako katika mahala penye dhiki katika mashimo ya mwisho mwisho ya motoni, katika sehemu za mwisho mwisho za motoni. Kama tunavyojua moto unawaka zaidi pale katikati, moto unawaka zaidi kule chini kabisa, ambapo kwamba moto

ai huwa kitabun maktubun birraqmi fi thawbi la yunsa wala yumha fi a'malihim sharira, ni kitabu ambacho kwamba kimeandikwa na kina namba, hakisahauliwi wala hakufutwi kitu. Bimaana rekodi zote ambazo kwamba amba tutakuwa tumefanya ama madhambi yote ambayo kwamba amba tutakuwa ni wenye kufanya maasi yoyote ambayo kwamba tutakuwa ni wenye kuyafanya, tujue ya kwamba yatasajiliwa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. fi sijjin kitabun marqum wailun yaumaidhin lilmukadhibin, adhabu kali na uangamifu uwaangukie wale ambao kwamba ni wenye kumkadhibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.

ya kwamba watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu ambao kwamba wanakataa, watasimamishwa katika mahakama ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wajibu yote ambayo kwamba wameyafanya, lau watakuwa wana majawabu. Ndipo utakuta baadhi ya dini wanaamini ya kwamba hakuna kusimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndio utakuta kuna baadhi ya madini watu wanachomwa wakiamini ya kwamba mtu akishafariki hana hisabu hana sabikati adhab hana pepo hana moto. Mtu akishafariki mambo yake yamemalizika, alafu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atamfufua katika maisha mengine katika mwili mwingine, iwe ni mwili wa binadamu, iwe ni mwili wa mnyama. Ndio kuna baadhi ya dini wanamtukuza sana ng'ombe Ukifuatilia fuatilia kwa nini wanamtukuza ng'ombe, utakuta ya kwamba wanamtukuza ng'ombe kwa sababu wanaamini ni mtu wao aliyefariki amefufuliwa maisha yake mwingine kama ng'ombe, ndipo maana wakawa wanamtukuza ng'ombe, wengine wanamwabudu ng'ombe. Ni kwa sababu hawaamini siku ya mwisho. Na kwa nini wasiamini siku ya mwisho ama wasiamini ya kwamba watahesabiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kwa sababu kwa yale jaraim na yale maasi na zile atham ambazo kwamba walikuwa wakizitekeleza hapa duniani, wakizifanya hapa duniani, kila mmoja aogopa kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaamua katika jini zao wacha tuchomane, tusiingizwe katika makaburi, tusifufuliwe yaumul qiyama, tusihesabiwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala

amevuka mipaka katika ukafiri na upotevu, na amevuka mipaka katika kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na amevuka mipaka katika madhambi. Mtu kama huyu atakuwa ni katika wale ambao kwamba watapinga siku ya kufufuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wamevuka mipaka katika kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wamevuka mipaka katika kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha umevuka mipaka katika wingi wa madhambi waliokuwa nayo, ndio itakuwa ni sababu yao kukadhibisha siku ya kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hebu tasawar tukipiga mifano yetu sisi ya hapa duniani, uwewewe ume uko shule, ni mwanafunzi, kesi zote uko ndani makosa yote umeyafanya wewe, sheria zote za shule umezivunja wewe. Ukiitwa na mkuu wa shule ama ukiitwa na principal, utakuwa na taraddud kiasi gani? Utakuwa hutaki kukutana na yule kiongozi ama yule principal kwa kiasi gani? Walillahi almathalu al-aala. Lakini kwa upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mfano ambao kwamba uko juu zaidi ya hapo. Hawa ambao kwamba wanakadhibisha yaumuddin, utakuta katika maisha yao yudhabihuna abnaahum wayastahiyuna nisaahum. Utakuta katika maisha yao wamekula riba. Utakuta katika maisha yao wamewadhulumu wanawake. Utakuta katika maisha yao wamekata kizazi. Utakuta katika maisha yao wamezama katika zinaa wamezama katika maovu yote ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameyakataza. Wama yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim, wala hatoikataa siku ya qiyama na siku ya, ya hisabu illa kullu mu'tadin athim, isipokuwa kila ambaye kwamba amevuka mipaka katika kumaasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, pindi anaposomewa aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, miujiza ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, hukmu na adhabu na kwamba tutafufuliwa, na kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndiye aliyoanzisha dunia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndio aliosababisha sisi tukazaliwa. yakhruju min baini sulbi wataraib tukatokamana na tone la mani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndiye akatupatia umri, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndiye ataumaliza umri wetu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndiye atakayetufufua yawma alqiyama. Wakielezewa habari kama hizi, ya kwamba iko siku mutakufa na mutahesabiwa juu ya amali zenu. Iko siku mutakufa na mutasimama mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kuhesabiwa. Iko siku mutakufa muna mutasimama mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala mulipwe kwa yale maovu ambayo kwamba mulioyafanya. Iko moto, moto ambao kwamba unaroroma kwa ukali. Iko adhabu ya wale ambao kwamba wamekula riba. Iko adhabu ya wale ambao kwamba wamekata kizazi. Iko adhabu ya wale ambao kwamba hawatomsujudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. idha tutla alaihi ayatuna qala asatiru lawalin, wanasema hizi ni stori za kale, hizi ni khurafat. Haya ni maneno ya upuzi, haya ni maneno ambayo kwamba hayafai, haya ni maneno ambayo kwamba hayana maana haya ni maneno ambayo kwamba hayaingii katika akili zetu, ati sisi tutafufuliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala tushakufa. man yuhyi lidhama wa hiya ramim, nani ataweza kuyafufua mifupa na mifupa tayari ishasagika sagika? Nani anaweza kufanya kazi hiyo? Wamesahau, qul yuhyiha ladhi anshaaha awala maratin wa huwa bikuli khalqin alim Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba aloweza kuku, kukupatisha aloweza kwamba wewe umekuwa hai mara ya kwanza, ikiwa wewe umepatikana katika tone la mani, na alosababisha ni Allah subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atashindwa kukuinua baada ya wewe kuoza na mifupa yako kusagika? Kwa hivyo hawa watu idha tutla alayhi ayatuna qala asatiru lawalin wanasema ni stori za zamani ni stori za khurafat ni stori ambazo kwamba hazina maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mbele anatuambia kalla sivyo bal rana ala kulubihim ma kanuu yaksibun wamepigwa muhuri, muhuri. Asu, wa uovu muhuri wa kumaasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muhuri wa batil, muhuri wa kufanya madhambi. Barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kwa yale ambayo kwamba walikuwa wakiyafanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atawapiga muhuri wa kwamba wao walikuwa ni watu ambao kwamba wamemaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kuvuka mipaka mpaka wakielezwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakielezwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qalu asatirul awwalin, watasema ni story za zamani, ni maneno ya khurafat, ni maneno yaliokosa maana, ni kwa sababu wao waliishi katika madhambi, wakawa hawana taraddud katika madhambi yao, wakawa hawana break katika madhambi yao, tuwala aamarihim, wao wanafanya madhambi tuwala ayamihim wao wanafanya madhambi. Basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia ya kwamba hao, baada ya kuwaeleza ya kwamba Mwenyezi Mungu ndio aloumba mbingu na ardhi, Mwenyezi Mungu ndio aloumba uhai na kifo, Mwenyezi Mungu ndio aloumba mimea na wanyama, Mwenyezi Mungu ndio aloitandika ardhi, Mwenyezi Mungu ndio aloweka majabali, Mwenyezi Mungu ndio aloweka bahari, Mwenyezi Mungu ndio aloweka mito na Mwenyezi Mungu ameweka siku ya hisabu, siku ya adhab, Mwenyezi Mungu ameweka pepo, Mwenyezi Mungu ameweka wa moto. Watu kama hawa, pindi wanapoelezwa mambo kama haya, wanayakataa, kwa sababu Mwenyezi Mungu amepiga muhuri wa uovu katika vifua vao, katika mioyo yao, kwa yale ambayo kwamba walikuwa wakiyafanya. Kwa hivyo hata wakaambiwa nini, wao hawaoni, wao hawaongoki, wao hawarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. kalla innahum an rabbihim yawmaidhin la mahjubun, hakika si lingine wajue hawa ya kwamba siku ya mwisho, siku ya kuhesabiwa, kumwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watazuiliwa, hawatomwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu hawakumwamini hawakuwa na imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, hawakubali uwepo wake Allah Subhanahu wataala. Lakini wale ambao kwamba wataumini watakuwa ni waumini, wamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala, watamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala kwa macho yao. Thumma innahum lasalu ljahim, kisha wao watatiwa baada ya, ay, in, innahum ma alhirmani an n ruhyati rrahmani ladakhilu ljahim dhaiqu adhabaha lalim al thumma innahum la salu ljahim, kisha wao wataingia katika moto wa jahannam, moto ambao kwamba utakuwa na adhabu kali ndani yake, baada ya wao kunyimwa kumwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wataingizwa katika moto Adhabu juu ya adhabu. Ni adhabu tosha kutomwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kisha watatiwa katika moto, adhabu juu ya adhabu. Thumma yuqalu hadha ladhi kuntum bihi tukadhibun, kisha wataambiwa pale wanapoingizwa katika moto. Thumma yuqalu hadha ladhi kuntum bihi tukadhibun Haya ambayo kwamba yamewafika leo ni kwa sababu ya yale ambayo kwamba mukiyakataa mulipokuwa duniani. thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, haya ni malipo kwa yale ambayo kwamba mulikuwa mukiyakadhibisha, mukiyakataa mulipokuwa duniani, mukielezwa Mungu yuko, mukielezwa Mtume sallallahu alaihi wasallama yuko mukielezwa pepo iko, moto iko, hisabu iko, adhabu iko, mukawa munayakadhibisha. Basi kuingia kwenu katika moto hunu wa Jahannam. thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.